Vyanzo vya serikali ya Uingereza vinasema kwamba vilikuwa vinahusika kwa karibu kusaidia Ukraini na Marekani kufikia makubaliano kuhusu pendekezo la makubaliano ya kusitisha mapigano nchini Urusi. Rais wa Ukraini Volodymyr Zelensky amesema yuko tayari kukubali kusitisha mapigano kwa muda wa siku 30, lakini kwamba ni jukumu la Marekani kumshawishi Urusi kukubaliana, baada ya mazungumzo yaliyofanyika nchini Saudi Arabia. Shirika la habari la Uingereza la BBC linasema kwamba katika wiki iliyopita kumekuwa na juhudi kubwa za Ulaya zikiongozwa na Sir Keir Starmer kujaribu kurudisha Marekani na Ukraine katika uhusiano mzuri tena. Hata hivyo, Sir Keir Starmer amesifu mabadiliko ya ajabu na kutaja kama hatua muhimu ya amani nchini Ukraine. Hii ni TMC News update kimataifa. Mimi ni Ronald Sonyo. Endelea kutufuatilia ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu pindi tunapozipakia hewani.